Karibu tena, leo ni siku nyingine mpenzi na mfuatiliaji wa chaneli yako pendwa ya Isaya Graphics designing. siku ya leo nakwenda kuzungumzia programu hii ya Photoshop, Adobe Photoshop, Adobe CS6. Siku ya leo tutajifunza jinsi gani unaweza ukatengeneza flat logo. Basi moja kwa moja moja tufungue programu yetu hii Adobe Photoshop CS6. Namna hiyo moja kwa moja tunaanza na kuweka background yetu. Fungua new layer hapo, kikawaida kabisa itudi weke nani zako ziwe vizuri. Urefu na upana wa background yako inabidi iwe elfu moja ikiwa ni width, naweka elfu moja resolution sabini na mbili nem ako nizokalinem kazi yako, amekwenda kufanya ni kazi gani? Namna hiyo sema okay, namna hiyo kusudi uweze kufanya vivo, inabidi wizumu weke fit on screen namna hiyo. Na ukishafungua namna hiyo, nachofuatia ni rangi gani ambayo inatakiwa iwe katika background yetu, iwe na rangi gani? Sasa hapo ni maelezo yako. Duplicate hii layer, ambapo unaweza ukashika art ukaishika layer hapa, then ukai scroll chini, na kwa umei duplicate au umetoa ume copy hapa, nitasema nienda kwenye blending option FX blending option, nitakuja kwenye gradient overlay hapo. Nitakuja kwenye gradient hapa, ni hebu kubadili rangi sasa, hapo tutaweka njano Sisweke blue na hiyo hapa, anapo teeka blue hiyo piaapahen multiply. Ok, moja kwa moja tuanzi kudesign. Tutakavyo takuja hapa, nitaandika nabonyeza ti katika kibodi yangu namna hii, nakuja hapo, naandika namna hiyo, taika tiki namna hiyo, nita highlight hapo, niweze nikaongeze fonti ya maandishi unavyotaka wewe meke mia moja asei hivyo, moro ndogo sana, meke mia tatu hivyo, penakaiko sawa, taiweka katikati hapa namna hii weka lea nyingine kwa ajili ya kutengeneza andishi nyingine hapo au maelezo kwamba hiyo sv maana yake ni nini, taandika Stivu chochote katiki tayari highlight, niweze kupunguza font zake. Make naona zimepitiliza, imekuwa kubwa tena. Toke okay, hii sv

zakakomea hapo ama ukaongeza mambo nyingine. Kwa mfano kama hapa nasema niweke ni paste picture, nataka kuongeza picha hapa. Hapa juu unaenda faili then unakuja place, utaenda kwenye faili ambayo wewe mwenyewe hiyo picha yako iko hifadhi yu tenda download hapa, ukipita mfumo wa katuni kusudi kuendana na maandishi isi hapo, nitaiongeza saizi, tia tiki. Hasa kitu ambacho utaki kukisawa katika Photoshop inabidi ya... tukonvert to smart object, then nitaenda rea tena, nitalistalize smart object namna hiyo. Kingine ni kutoa hii background nyeupe hii iliyozunguka hii katuni yetu. Utakuwa kukifanya ni wewe nje yako sana utakayotumia kama utaikata kwa kutumia pen tool ni wewe. Kwa hiyo mimi nitaenda katika eraser tool hii nitachukua hii magnetic eraser nitapaste hapo kwenye white nitapaste na hapa paste hapa then hapa nitamalizia. Mzani, unaona ambayo imebaki, tuitoe tuitoe kiufasaha kabisa. Hiyo inabidi ubonyeze w katika keyboard yako, ambayo ikiwa inamaanisha ni hii hapa, quick selection tool. Namna hiyo, nitakuja nitai select hii chukipicha chote, quick selection hii itakubidi uhakikishe kabisa imepita vilivyo inavyopaswa sehemu zote. Baada ya hapo, nitaenda refine edge. Kwa refine edge hiyo exudes hizo, inabidi hapo ende in smart radius, uongeze hapa kidogo, weka hata 2 point ngapi, 2.3.7 hiyo inatosha. Tutakuja hapo kwenye smooth edges na smooth, na naweka kuongeza, unakuwa unaangalia huku inakuaje mpaka hapo then hapo kwenye contract tuongeze kidogo, tuweke sita au saba na hiyo. Baada ya hapo nitaenda edit, nitaikati, kishaetu nitaipaste tena hapo hapo, paste hii vkwepo nitaitoa, sababu hizi ndio zile edges zilizokuwa zinaonekana zilikuwa ni kubwa sana. Kwa siku ya leo naomba tukomee hapa. Tusisahau kusubscribe na kucomment, kulike na kushare.